Na tukiangazia mengine ni kwamba familia moja kutoka eneo la Mosop pamoja na wanaharakati wa haki katika kaunti ya Nandi wamejitokeza kulalamikia usalama katika baadhi ya hospitali za umma kwenye kaunti hiyo. Hii ni baada ya mtoto wa siku nne kupotea katika hali ya kutatanisha. Inasemekana kwamba mamake mtoto huyo alifika katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet kujifungua lakini alipokuwa aki tayarishwa kurudi nyumbani baada ya kujifungua hakumwona tena mwanawe mwanahabari wetu do, uh, Daniel Korir ana arifu zaidi kutoka huko Nandi. Huyu ni Jepkoisongok, nyanyake mtoto Blessings Jep Kirui aliyetoweka katika njia ya tatanishi kwenye hospitali ya rufaa. Mtoto pea imama, nikakata mi nakwambia, pea i mama, mtoto nikakata. alafu daktari akaambia mimi pea, alafu twende turudi huko nyuma uchukue dawa. Nikafanya vile hiyo daktari ananiambia tukarudi naye. haya hapo kwa mlango gate, mahali nikaenda kusimama hapo, daktari akaambia mimi, unachua mali ya e, e, dawa utea kwenda kuchukua, andika. Akaandika mimi mimi pita njia, nikapita njia ya chini, nikaenda kwa dirisha, nikaleta dawa, kurudi hakuna mtoto wa jamaa. Mtoto wangu ameibwa. Mama ya mtoto huyu ana umri mdogo, huku huzuni kimzonga asiweze kuongea nasi. Nikafuata mimi naenda stendi, hakuna mutu, narudi hakuna mtu, gogo alipiga nduru, nikasikia uchungu sana. Tulijaribu kutafuta mtoto lakini tu kuona mali mtoto alipitia. Jambo hili limekera jamaa na wanarakati wa haki kaunti ya Nandi, huku wakilaumu kuwepo kwa njama miongoni mwa baadhi ya wafanyikazi wa hospitali na watu wengine kuwaiba watoto dayote ama indicator sote ina elekeza kwamba kuna systemic problem kwa upande wa county referral hospital CEO in charge na nurse mwenye alikuwa kwa chuti. Tunauliza ya kwamba mtoto alipotea akienda wapi, na kama hii e, maneno imetokezea hapa Kapsabet au safe hawi kama kina mama wa Nandi County. Wednesday tarehe 4 tuliona ni tufanye jambo la maana kushughulika kwa sababu, this is the vulnerable family and we are the voice of the society we could not sit down and uh, just see them crying because they have no voice. Familia hiyo hata hivyo, imepiga ripoti kwa kituo cha polisi cha Kapsabet, huku wakitaka kujua ni kwa nini stakabadhi ya mtoto ilibadilishwa kinyume na sheria, yeme wamefanya na wameeneza ni kwamba wameeneza sana sana propaganda ya kusema kwamba mtoto ameibiwa nje ya hospitali. Afisa anayesimamia hospitali ya rufaa Kapsabet, hata hivyo, amekana na madai hayo na kusema kuwa mtoto huyo aliibiwa nje ya hospitali ya rufaa ya Kapsabet. Daniel Korir, runinga ya Citizen county ya Nandi na kwa hivi sasa